Karibuni. Abe. Karibu tena. Asante. Wewe asante. Umemaliza mkataba ulikuwa, uh -huh. Umepangiwa kazi wapi? Nimepangiwa hapa Dar es Salaam. Ndio umemaliza mkataba wako? Ndio. Tuambie habari za huko. Nzuri. Changamoto, changamoto zipo lakini ni uvumilivu, ni uvumilivu. Mm. Safi sana ulikuwa uh, na malengo gani ulipokuja hapa? Malengo yangu yalikuwa nikimaliza mkataba, Mm-hmm. nianze biashara. Okay. Ndio, lakini ndio biashara nimeianza japo sio sana ila kwa sababu nataka nipumzike kidogo. Umeshaanza biashara? Nimeshaanza, yani sio kivile kama biashara kubwa ni biashara tu. Kwani umemaliza lini mkataba? Nimaliza mwezi wa pili. Mwezi wa pili. Mbona huu ni mwezi wa tano tena unaisha? Nirudi nyumbani. Nyumbani wapi? Mbeya. Mbea. Kwa hiyo hmm. Uh-huh. Ulienda Mbea kufanya nini? Ani, matatizo tu ya kiafya yalinitokea. Wewe hmm. Okay, baada ya kukaa Mbea umeshajitibia? Eh, nimeshajitibia. Umesha afya yako sharudi vizuri. Ipo vizuri. Ipo vizuri. Ipo vizuri. Iko vizuri. Sasa uko kwenye biashara? Eh, nipo kwenye biashara. Biashara gani umeanzisha? Ni kaduka tu kadogo dogo hmm. Eh, wote wanaanzaga <laughs> na kaduka kadogo <laughs> dogo. Tena wengine wanaanzagi na kaduka Mm, wengine wanaanza kuuza bidhaa mkononi, wanatembeza. Okay. Kwa hiyo ni kawaida biashara siku zote zinaanzia chini. Kama ambavyo mtaji wenyewe ilibidi ufanye kazi upate hela, si ndio? Ndio. Eh, hata biashara inaanza hivyo. Kwa hiyo usiseme kaduka kadogo dogo. Wewe sema ile kitu unauza nini? Ah, kwa hiyo ni... duka unauza nini? Tuseme ni mahitaji ya nyumbani. Mahitaji ya nyumbani. Ndio, e, hiyo. Unakuwa na ndoto kubwa hata kama umeanza kidogo. Kwa hiyo wewe sema nina duka la mahitaji ya nyumbani. Eh yeah. Sasa naiona kidogo kidogo kwa sababu ukianza uki kuliona ni kidogo kidogo kichwani kwako halita kali kue. Mm. Eh lakini ukiona kwamba okay, ninauza mahitaji ya nyumbani kuna si kuna mimi nitakuwa na supermarket ndio mm. Hivo mm. Unasogea nasogea. Ndio. Yeah. Duka umefungulia wapi? Basi haya. Basi haya. Mm. Oh, Tegeta Eh. Ndio basi haya si ni jirani Boko na sisi. Eh ni jirani lakini ni jirani si kama unaenda mm. Ndio mm, majirani zetu vituo vinavyofuata vina. Kwa sababu umepanga, unakaa kwa nani? Nimepanga, mepanga mm -hmm. Okay. Biashara inaweza kulipa kodi, nakula vizuri, naishi maisha yako maisha eni... yani yanaenda. Yanaenda. Yanaenda kawaida mm, kawaida sio. Ulikuja hapo, ulikuwa unakaa kwa nani? nilivyofika mara ya kwanza e, mara kwanza wakati, kwa ya kwanza wakati wewe unakuja hapa kwa ajili ya kwenda kufanya kazi kama wenzako sasa hivi, nilifikia kwa dadangu, nilikuwa kwa, kwa dada mm. lakini baada ya kufanya kazi na kwanza biashara mm. sasa hivi uko kwako kwa kwa. e. umepanga. Uone kama ni hatua hatua mm -hmm. hatua kubwa sana mm eh unasikia Emmy, ni hatua kubwa sana sisi, tunakupongeza kwa sababu kazi yetu hapa ni kuwaonyesha njia wasichana, njia ambazo Mungu ametu, ametuwekea njia za halali. Lazima mtu ufanye kazi, lazima utengeneze mazingira ya mafanikio yako mwenyewe, ndio e, tuondoke kule ambako tunasubiri mtu aje atuokoe. Si utapata bwana, si utapata nini, si ndio? Tu, wasichana wengi wanakuaga na mawazo hayo, anaona ndiyo. Kuliko kwenda kufanya kazi, ngoja nikae mtaani eh eh e, labda kuna mtu ataniona, anipe anifungulie duka Eh, anipangie nyumba nzima, anunulie simu. Hayo ni mawazo ya kishetani, kwa sababu utafanya vitu ambavyo sio sawa sawa ili uweze kuishi hivyo, lakini pia mwisho wake sio mzuri. Sawa eme, sawa. Kwa hiyo wewe unakuwa ni msichana ambaye unaonyesha mfano mzuri kwa wasichana wenzako. Ulikuja hapa ukiwa unatokea kuishi kwa dada, umefanya kazi zako, umemaliza mwaka, umepata mtaji wako, umeenda kuanzisha duka lako, na sasa hivi umepanga unaishi maisha yako perfect. Taenda hivyo hivyo mdogo mdogo mwisho unakuwa kabisa sawa? Ndio. Okay, una neno lolote na ushauri kwa wasichana au? Ushauri wangu mimi kwa wasichana wenzangu wote mm, mm. Ay, hata walipo nyumbani mm. na walioko hapa <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ni kufanya kazi kwa bidii mm -hmm. tu... na uvumilivu unahitajika kazini. Eh, uvumilivu kwa mabosi unahitajika. mm. n yani maana mm. vi... wengine kimbiaga kifika kukimbia sio ishu. mm. utakimbia ngapi? mm. nabidi tu tuvumilie, mm. tuendelee kupambana kabisa, mwisho wa siku mm. na unaendelea na maisha yako, umeona eh? mona mm. eh, kama hivi ni bosi wa maisha yako sindioio? <laughs> eh? <laughs> eh, mwisho wa siku nawe utapata mtu utamwajiri akusaidie dukani mm -hmm. au nyumbani Mi nawambiaga mm. Wadada, hata mi nikwaga dada wa kazi, nimetumwa tumwa sana, nishafanya kazi nyingi za kutumwa. Lakini nami saa hivi namshukuru Mungu, kuna watu na watuma ofisini, kuna watu wa kunisaidia sindio nyumbani, yeah. na watu wakunisaidia. Maisha ndivyo yalivyo, lakini lazima uwe na uvumilivu. Yani ameongea ya kitu kikubwa sana, em bila uvumilivu utoboi kwenye hizi kazi. Lazima ukubali kujishusha, uweze kutumwa na mabosi wako, upate kile unachokitaka baadaye ukaanzishe maisha yako ya kwa hiyo dada Emmy bwana, karibu. Asante mm, karibu sana. Asante sana. Ah, yeah.